Napenda kuwakumbusha kuhusu haya majani mirungi, na kuchisha kwa madara ya mwilini. Majani ya mashetani mirungi, na wakumbusha. Mirungi nawakumbusha, majani ya mashetani mirungi, ya angaisha chakula ukitamani, usingizi narusha, upo machotambani majani ya mashetani mirungi nawakumbusha, akili inazungusha kama mweu barazani, mashafu inabibisha kama fulizo yakini, mawazo ya kini kupotosha yanakujia kichwani. majani ya mashetani mirungi nawakumbusha, nafuwa inapandisha majani ya mashetani mirungi nawakumbusha haina haja kubisha mapia wanadani wasichana ujitwisha na mirungi mikononi upate kumridisha mnunulie sokoni majani ya mashetani mirungi na wakumbusha usiku usikuanavo bwana atabisha mlango wa vitendani. majani ya mashetani mirungi na wakumbusha aili nasimamisha kwenda mbele na tamani wakati umeshakwisha na kimbili ya kazini. Mungu atatusafisha rehema zake ombeni. majani ya mashetani mirungi na wakumbusha.